Eric Wekesa aliyekuwa mwaniaji huru katika kinyang'anyiro cha uwakilishi wadi wa Kabuchai Chwele, eneo bunge la Kabuchai kaunti ya Bungoma, ndiye mwakilishi wadi mteule wa wadi hiyo, baada yake kutangazwa mshindi kwa kura 6162 jana alhamis Ni taarifa yake Hiran Mgaisi. Ni matokeo yaliyotangazwa na afisa wa AEBC eneo bunge la Kabuchai, Henry na Munwa Lumiti, kwenye kituo cha kujumuisha kura kilichoandaliwa katika chuo cha kiufundi cha kitaifa cha Kisiwa usiku wa Alhamisi. The constituency returning officer hereby declares that Eric Wekesa of ID number 2740

Katika uchaguzi huu mdogo ambapo mwaniaji wa kiti hicho kupitia chama cha Ford Kenya Vincent Maunda alikuwa wa pili kwa kura 2765. Maafisa wa AEBC waliwapongeza maafisa wa usalama kwa kushika doria na kukabili visa vya utovu wa usalama wakati wa kupiga kura we were

katika zoezi hili la kumchagua mwakilishi wadi mpya wa Kabuchai Chwele, asilimia hamsini nukta sufuri tisa ya wapiga kura elfu kumi na nane mia mbili themanini na nane ilijitokeza kushiriki zoezi hilo.

Now the world is, uh, signed by agents. Baada ya Eric Wekesa kutangazwa mshindi katika kinyang'anyirio hicho kulishuhudiwa mbwembwe na sherehe katika lango kuu la chuo cha kitaifa cha kifundi cha kisiwa Hiran Mugaisi, West TV.